Salamu alaikum, naitwa Suleiman kutoka Dar es Salaam. Sala langu imamu amenyanyuka kuleta rakaa ya tano, tukamkumbusha sisi kama maamuma, lakini akaendelea. Je, yeah, maamuma wamfuate ama wakae? Alhamdulillah, ulama wamekhitalifiana masala hii na imeshatokea Abubakar kwa zama ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume siku moja sahaba sala rakaa nne kasahau, kasema baka tano, na sahaba hajaambia subhanallah, lakini Mtume wa Allah hmm kwenda wahaya amekuja ndani ya sala, sala imezidishwa. Amekaa yeah, kimya baana. Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoa salamu, masahaba imeuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume wa Allah, sala ya rakaa hii imezidishwa, bona we mesali tano. Smtume hapana, mi nimesahau. Mtume kakaa chini kasujudu mara mbili, sujudu sahau, ametoa salamu na na sahau wamemfuata

Sheikh kuongeza hii ya baswali ya kabla hapo, imamu usifate yuko kauli mbili. Ningekwambia ushavunja huna naye malizia, ningesema mnasubiri baka tahiyat baka shukaye utona wasalamu.